Wakati huo huo familia mia moja hamsini za jamii ya Waislamu eneo bunge la Bahati katika kaunti ya Nakuru leo wamenufaika na msaada wa vyakula kama njia moja ya kuadhimisha kukamilika kwa mfungo wa mwezi mtukufu wa Ramadhan. Familia hizo ambazo nyingi ni maskini zimefurahia zawadi za mbuzi na vyakula vingine kutoka kwa mbunge wa Bahati Irene Njoki na viongozi wengine, na ziliwasilishwa katika msikiti takwa eneo la Lanet. Mwito wa amani na uwiano kati ya Wakenya ukisisitizwa kutoka kwa viongozi. Kitu ambacho kwamba tunalilia ni amani katika nchi yetu, na amani ikipatikana, kila kitu kitaweza kita kuwa kizuri. Na vijana wadumishe kitu inaitwa amani, na vijana wasitukanane kwa mitandao. Hao ni wazazi wao na watabaki kuwa wazazi wao, tuweze kutangamana na kushirikiana, kushirikia na serikali kuona ya kwamba ile maendeleo ambayo iko mahali hapa, kama ile ameanzisha affordable housing na soko ambazo zinaendelea upande wa Dundori.